Tunaendelea na jambo Tanzania, na hivi punde tumekusomea taarifa habari na sasa tunaingia katika sehemu ya mazungumzo, na maada kubwa ya mazungumzo yetu asubuhi hii katika awamu hii ya kwanza ya jambo Tanzania, tunazungumzia swala la amani, amani hasa katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu, tukiwa tumebakiwa na siku nane. Amani imekuwa ikizungumziwa kila sehemu, lakini neno amani limeanza kutumika siku nyingi, hata wakati wa Yesu e, salamu kubwa kwa watu waliokuwa wanakutana nao alikuwa akiwaambia amani iwe kwenu. Tunashuhudia pia mapadre wanapokuwa wakimalizia ibada ya misa takatifu, wanapokuwa wakiwaaga waamini wao huwaambia nendeni kwa amani lakini pia Wayahudi salamu yao kubwa ni shalom, maana yake amani. Na Mtanzania Julius karikawe kati mwimbaji wa nyimbo za reggae, ana wimbo maarufu ambao unasema amani na, na anasisitiza amani lazima izingatiwe. Katika studio yetu asubuhi hii nimemwalika mchungaji Emmanuel Segenge, karibu sana. Asante sana mchungaji, nakushukuru, asante sana e, nimejaribu ku, kuelezea kwa kifupi e, neno hili e, lina, limeanza kutumika lini na linaendelea. Pengine sio amani haijaisisiwa Tanzania peke yake. Hebu utujuze kwa namna ambavyo umejipanga kuelezea Watanzania asubuhi hii kuhusiana na swala zima la amani. Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji. Tunapojaribu kuliangalia neno hili amani, amani haikuanza uh, miaka ya hivi karibuni. Lakini hata katika historia tunaona kwamba uh, wakati ule wa nyuma kabisa, wakati wa kuzaliwa uh, Bwana wetu Yesu Kristo, uh, manabii walitoa unabii na kusema kwamba atazaliwa mfalme, lakini huyu ataitwa ni mfalme wa amani ikiashiria kwamba atakapokuja ataonyesha njia au atatoa maelekezo yanayoashiria wa kwamba, uh, watu wanapoifata ile njia au wanapofata yale maelekezo, maana yake watakuwa na uhakika wa kuwa na amani. Maana yake ni kwamba tunaposhika njia za kumcha Mwenyezi Mungu, tunapokubali njia za Mwenyezi Mungu na kufanya yale matendo mema, tunakuwa na uhakika kwamba tutakuwa na amani mambo yetu yatakuwa mazuri na tutakuwa na maendeleo, kwa sababu pasipokuwa na amani, hakuna jambo lolote lile ambalo linaweza kufanyika. Jambo lolote lile linafanyika, linafanikiwa, linapata rutuba katika msingi wa amani peke yake. Hakuna kitu chochote ambacho mwanadamu anaweza kukifanya au anataka kukifanya kikawa na mafanikio au na rutuba, kama hakuna mbegu ya amani au msingi wa amani. Ni yapi mashaka ya Watanzania katika kuelekea uchaguzi mkuu? Katika kuelekea uchaguzi mkuu aa, tunasema kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kutuhakikishia amani, hayupo. Kwa nini tunasema kwamba hakuna mtu yoyote anayeweza kutuhakikishia amani? Hii ni kwa sababu mustakabali wa nchi yetu uko mikononi mwa Watanzania wenyewe, kwa maana ya kwamba viongozi wa dini, wanasiasa na sisi wananchi sote kwa pamoja tunapaswa kujenga moyo moyo wa, wa, wa umoja moyo wa uzalendo, na, na, na, na, na tukikumbuka kwamba katika kujenga moyo wa umoja na uzalendo, hapo ndipo itatuwezesha kuwa na amani au kuwa na msingi uh, wa maendeleo na kuwa na amani katika nchi yetu. Kwa maana kwamba hali ambayo tunaiendea sasa, viashiria vyote vinaonyesha kwamba amani yetu inatatizika kwa sababu ya mambo mbalimbali mbali, kwa sababu ya matamko mbalimbali, kwa sababu ya shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanywa na baadhi ya watu wachache. Lakini kama unavyojua Watanzania ni watu ambao wanapenda amani, sisi sote tunapenda amani. Kwa nini tunasema kwamba kuna viashiria? Tunapozungumza amani, hali ya kutokuwa na amani ya, ni ile hali ya matendo ya kuazimia yanayofanywa na mtu au kundi watu kwa kutumia nguvu zana, au vitisho dhidi ya mtu mwingine au jamii na kusababisha madhara kama vile majeraha, kifo, matatizo ya kisaikolojia, ugonjwa wa akili na hata hasara ya mali. Mambo hayo tumekuwa tukiyashuhudia. Sasa viashiria vyote vinaonyesha kwamba uh, kumekuwa na hali fulani ambayo amani ambayo tumedumu nayo kwa muda mrefu imekuwa sasa ina, inatatizwa na baadhi ya vitu fulani na kumekuwa na sababu mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikisababisha vurugu au uh, matendo ambayo yanasababisha vurugu. Baadhi ya sababu hizo tunasema kwamba kuna sababu za kiasili, lakini pia tuna sababu zinazosababishwa ambazo ni sababu za kimazingira, pia tuna sababu za kisiasa na pia kuna sababu za kiuchochezi. Haya yote yamekuwa ni ni, ni ni changamoto katika nchi yetu na katika mabadiliko ambayo tunayapitia kwa sababu katu, tukiangalia sababu za kiasili ni kwamba vijana wanapokuwa wamefika katika umri wa kumi na nne hadi kumi na nane huwa katika kipindi cha mpito, wanatoka sasa ujana wanaingia utu uzima, na wanapofika katika miaka kuangazia kumi na nane kwenda mpaka thelathini na tano vijana hujihisi kuwa wamekushafika katika kilele cha utu uzima, lakini katika umri huo sasa vijana wanakutana na changamoto na mambo mengi sana ambayo yanahitaji majibu katika maisha yao au changamoto za kimaisha zinazowakabili na wanapokutana na changamoto za kimaisha zinazowakabili wanakosa majibu wakati mwingine, na kuona kwamba huenda kuna njia rahisi rahisi ya kupata majibu hayo. Kwa hiyo ni rahisi sasa a, katika changamoto hizo mtu mbaya akawapa njia za mkato ambazo hazina tija, na matokeo yake sasa kwa kutumia zile njia za mkato tunajikuta kwamba tumeingia katika vurugu. Vijana wanakosa subira dhidi ya changamoto mbalimbali zinazowakabili lakini pia tuna sababu zingine za kisiasa e, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna changamoto kubwa pia a, e, sababu za kisiasa ambazo zimekuwa zinatatiza nchi yetu, kwa maana ya kwamba siasa si mbaya, siasa ni nzuri sana, lakini pia vijana wengi wamekuwa wakitumiwa na wanasiasa au kurubuniwa kwa wepesi na wanasiasa ambao wana uchu wa madaraka huwatumia vijana kama daraja la kujipatia madaraja wanayoyataka. Na hii sasa, wanatoa matamko mbalimbali, wanatoa maelekezo mbalimbali kwamba nitafanya hivi au huyu mtu ni mbaya, kwa hiyo muondoeni katika madaraka, mkinipa mimi mambo yatakuwa mazuri, maisha yatakuwa ni mazuri. Lakini uh, ahadi hizi zote wanazopewa mara nyingi zinakuwa sio ahadi za kweli, ni ahadi ambazo ni hewa. Lakini hii ni kwa sababu tu huyu mtu anataka kuwatumia vijana kama daraja la kupandia, na matokeo yake sasa, katika matamko mbalimbali mbali, yanayotolewa, vijana wanarubiniwa, wanayaamini, na hii inaweza kutupeleka katika matatizo ya, ya vurugu au amani yetu kuondoka. Lakini tuna changamoto kubwa sana ya sababu za kiuchochezi. Hii ni changamoto kubwa sana Ay, katika nchi yetu kwa sasa ah, hasa katika wakati ambao tunauendea. Hii ni kwa sababu baadhi ya watu wenye malengo maalum, ana malengo yake maalum, inawezekana yakawa ya kidini, inawezekana yakawa ya kiuchumi, inawezekana yakawa yaka ya kisiasa, wanajaribu kupandikiza maneno ya uhasama na chuki eh, kwa watu mbalimbali katika jamii, ili mradi tu kuifanya jamii fulani, lakini hasa vijana wajione kama vile wanadhulumiwa, wananyonywa Eh, au wananyimwa haki wanazostahili eh. Wanapanda wana tu maneno ya uhasama. Sasa wakisha, wakisha, wakisha wachochea wananchi, wananchi wanafikia hatua ya kupoteza matumaini, wanapandwa na hasila, na hatimaye wanahamasika na kujiona kuwa hakuna njia yoyote ya kuzipata hizo haki stahiki wanazozistahili au ufumbuzi wa changamoto zao zinazowakabili, na matokeo yake sasa wanajikuta wanaingia kutumia nguvu aa, au vurugu dhidi ya serikali au taasisi wanayodhani kuwa ni adui yao. Kwa hiyo hii ni changamoto kubwa sana ambayo aa, taifa letu kwa sehemu moja au nyingine linapitia li, li kwa hiyo ku, ku, kuna sababu hizi ambazo zinatuleta zi kwenye, kwenye, kwenye changamoto katika taifa letu.